yadiki methibiti hivyo kama mtume alimwagizia kitu Aisha aende akamchukulia msikitini, na aliyekuwa katika hali ya hedhi hakukaa. Aisha kwa maana alipita, alipita. Kwa hiyo sio kwamba kuhalisho hapa ni kupita, la kukaa, ndio si sawa mtu kukaa ambaye ana hedhi ama janaba, ama kupita tu moja kwa moja, hivi kama mtu akapita hivyo, basi siyo makosa.

na Mtume sasa sallam kwenye chombo kimoja, yakitofautiana mikono yetu kwenye chombo hicho, tukioa eh? Tulikuwa tukioga kutokana na nini, janaba. Maelezo yapo wazi hivyo lakini, anasema Shekhe Albassam rahimahullah yadullu yadulu lhadithu ala wujubi lightisali min aljanabati ala lrajuli walmara hadithi, yajulisha kwamba ni wajibu kuoga kutokana na janaba mwanamke na mwanaume wa ana ghtisal almarati warajuli min inain wahidin la yuathiru fi taharati almai bil ijma'. Kwamba kule kuoga mwanamke na mwanaume kwenye chombo kimoja, kule kuoga kule hakuathiri, hakuathiri kwenye tahara, yaani maji hakuathiri. Hivyo sasa, wale wanaoambiwa kwamba ukioga na janabuagina uki kata ndefu wale nao vipi? Na wale na hadithi hii maelezo, hadithi hii hii hadithi ilivyokuja hii, tuwache haya maneno ya alimamu Albassam Tuje kwenye hadithi mubashara kwamba uwe na kata ndefu, tonyo hata moja lisereje kwenye ile ile ndoo yako kule. Kwa hiyo ina maana kwamba pengine wengine baadhi ya watu wakajengesha vyoo viwili, kuna choo kina chumba kipana, yani kuna choo ambacho kina saha pana ikincha kwa janaba, ili kwamba ndoo ika kule wachukua maji hivi kisha baadaye endazako wapi, endazak huko, alafu wajimwagilia huko kujisubiria au kumutike mpaka akauke maji tena una kazi wewe eh. Ukimaliza uhoi, pole sana kwa hilo kaka yetu eh, au dada yetu, maana ni mtihani wazada Ibn Hibban wa wataltaki aidina a Ibn Hibban kazidisha kwamba ilikuwa mikono yetu ikikutana, ikikutana. Kwa hiyo hilo jambo ni kutilia uzito watu tu sababu so, wazee wa zamani walikuwa wakitilia, kuna baadhi ya watu walikuwa wakitilia ugumu tu mambo kwamba kuna mwanamke akimaliza aki eda akaosha na shekhe na akioshwa na kanga moja tu na kanga moja tu, alafu amiiniwa maji. Yani huyu shekhe kama kweli ni mzima, ile hataharaki hata kidogo, yani hataharaki, yani yani, aka hivi atoa macho tu yani, eh mabonde yale ya shingi wana kanga kawaida tu yani, yani subhanallah, ile sio jambo la sio jambo la sawa.